Eh, bana leo nimekuja kwa mdogo wangu Dula Makabila. Kweli nime a ah, mdogo wangu yule doropani. <laughs> Msalamu jeuli huyu. Eh bwana, kweli nimeamini mdogo wangu anaishi vizuri. Basi Dula, yameisha mdogo wangu, una hela. Jamani, laba nikwambieni, Dula kweli hizi mali zake. Sio yule mtu anakuja ananipea hela ili ni promote vitu vya uongo. Dula kweli, mdogo wangu lenzi lake na yuko uwani kwake. Magari hayaapa anaoshwa. Mdogo wangu ah ah na kusalimu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mdogo wangu <laughs> kanita Brother Joe Staki unaniandama. Kweli mdogo wangu nimeamini vyombo hivi hapa vinaoshwa na ninachokuamini wewe, mkweli, ili range ni lako na ukweli. Sawa. Hata kama elfu saba mia tano ni lako. Lakini kuna watu wanajikatamua ili wakupate juu kiswani kwa kupata shida lakini bado hawakuwezi. Yale mengine vipi? Ah ya uongo yale. Ah wewe, sio nimekuta wewe ni kwako range limepaki linaoshwa. Wewe mlinzi wewe. Wee mzalamu <laughs> endelea kupiga maji, endelea kupiga maji mzalamu <laughs> wangu, endelea kupiga maji mdogo wangu. Nikaribisha asamlango kuata kupandia aku na lifti. Nimekuja kwa mdogo wangu kuja kumaliza.